Karibu kwenye Fikra Sahihi, mahali ambapo mawazo sahihi yanakuletea maisha sahihi. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe like, comment na share video hii, ili wengine pia wafaidike na siri hizi za kifedha. Leo tutaangalia financial literacy au elimu ya kifedha kutoka kwenye kitabu maarufu Rich Dad Poor Dad cha Robert Kiyosaki hii ni elimu ambayo shule nyingi hazifundishi: jinsi ya kupata uhuru wa kifedha, jinsi ya kufanya pesa kufanya kazi kwa wewe, na jinsi ya kujenga mali badala ya madeni. Tutaangalia pointi tano muhimu ambazo zinabadilisha mtazamo wako wa fedha na maisha yako yote. Moja. Tofauti kati ya mali na madeni. Watu wengi wanadhani kuwa mali ni vitu vinaonekana, kama nyumba kubwa, gari la kifahari au simu ya ghali. Lakini Robert Kiyosaki anafundisha kuwa mali ni kitu kinachokuingizia pesa, madeni ni kitu kinachokutumia pesa. Ikiwa una nyumba unayoipangisha, kila mwezi unapokea kodi. Hiyo ni mali. Ikiwa unayo nyumba kubwa unayonunua kwa mkopo na unalipa kila mwezi lakini haina mapato, hiyo ni deni. Fikiria rafiki yako anayenunua gari la ghali kwa mkopo. Lakini kila mwezi analipa riba kubwa. Hapo gari linapoteza thamani yake haraka, lakini analipa benki kila mwezi. Hiyo ni deni. Kinyume chake, mtu anayenunua nyumba ndogo akaipangisha, anapata mapato ya kila mwezi. Hiyo ni mali. Kujua tofauti hii ndilo hatua ya kwanza ya kuwa tajiri. Jiulize, je, unajenga mali au madeni? Mbili. Elimu ya kifedha ni ngazi ya uhuru shule nyingi hufundisha kuwa mtaalamu au kuwa na cheti kikubwa, lakini hazifundishi jinsi ya kusimamia pesa zako, kuwekeza kwa busara, au kupunguza hatari za kifedha. Hii ndiyo sababu watu wengi huishia kulalamika juu ya fedha zao. Elimu ya kifedha ni uwezo wa kuelewa mapato yako, matumizi, uwekezaji na hatari zinazoweza kutokea. Mfano wa kawaida ni mtu anaingia kazini kila siku, anapata mshahara, lakini mwisho wa mwezi anashindwa kuweka chochote, akizingatia madeni na matumizi makubwa. Kinyume chake, mtu tajiri hushiriki sehemu ya mapato yake kila mwezi kwenye mali zinazotoa mapato kama biashara ndogo ndogo, nyumba zinazopangishwa au hisa. Pesa zinapofanya kazi kwao, hawategemei mshahara pekee. Kujua jinsi pesa zinavyofanya kazi ni muhimu zaidi kuliko kuwa na cheti kikubwa. Unaweza kuanza ndogo leo, jua wapi pesa zako zinaenda. Tatu, kujenga mapato yanayojitegemea passive income. Watu wengi hujishikilia kwenye mapato wanayopata kutokana na kazi wanayofanya kila siku. Hii ni hatari kwa sababu mshahara unaweza kusitishwa au mahitaji makubwa yanaweza kuathiri maisha yako. Mapato yanayojitegemea ni yale yanayokuja bila kufanya kazi ya moja kwa moja kila siku. Hii ni ngazi ya kweli ya uhuru wa kifedha. Watu tajiri hufanya biashara ndogo ndogo, wanamiliki nyumba zinazopangishwa, au huwekeza kwenye mali zinazotoa mapato. Kwa mfano, mtu ana nyumba mbili, moja anaishi, nyingine anayoipangisha. Mapato ya nyumba ya pili yanamruhusu kuwa huru kifedha. Sio kulazimika kwenda kazini kila siku. Tafakari, ni njia gani ya passive income unaweza kuanza leo hii? itakuletea uhuru wa kifedha kesho. Nne, kuwa jasiri kuchukua hatari zenye hesabu. Watu wengi hukaa wakiogopa kuwekeza kwa sababu ya hofu ya kupoteza, lakini tajiri huchukua hatari zinazopimwa vizuri, akijua jinsi ya kupunguza hasara hatari zisizo na hesabu husababisha hasara, lakini hatari zilizopimwa zinaweza kuleta faida kubwa. Hii inahitaji uelewa na elimu ya kifedha. Kiyosaki alijifunza kupitia biashara ndogo ndogo, akijua kuwa hata kama atashindwa atapata somo muhimu. Mfano mwingine ni mtu anayechagua kuwekeza kidogo kidogo kwenye biashara ndogo badala ya kutoa kila kitu mara moja. Hata kama kuna hasara, hajapoteza kila kitu lakini anajifunza. Chukua hatua kidogo, lakini kwa ujasiri na hesabu. Hatua ndogo leo inaweza kubadilisha maisha yako kesho. Tano, fikra ya tajiri. Utajiri hauendi na cheti cha shule au cheo cha kazi pekee. Ni mtazamo, ni tabia ya kutafuta suluhisho badala ya kulalamika. Fikra ya tajiri inajumuisha kuona fursa kila mahali. Kuamua kufanya jambo badala ya kulalamika na kujifunza kila siku kuhusu fedha. Mtu tajiri anaweza kuwa na tatizo la kifedha, lakini badala ya kulalamika, anatafuta njia ya kuunda mapato mapya. Watu pasiki mara nyingi hufunga fursa kwa sababu ya hofu ya kupoteza. Tajiri hufanya hesabu, anajua hatari zake na anachukua hatua. Anza kufikiri kama tajiri naone tofauti. Fikra zako ndizo zitakazounda maisha yako, marafiki wa Fikra Sahihi. Kwa kweli, siri ya utajiri si kuwa na cheti kikubwa au kazi ya heshima, bali ni kujua jinsi pesa zinavyofanya kazi na kuchukua hatua. Sasa kumbuka, hatua ndogo unayochukua leo inaweza kubadilisha maisha yako kesho. Kama umevutiwa na video hii, subscribe, like, comment na share video hii ili wengine pia wafaidike na siri hizi za kifedha. Kumbuka, Fikra Sahihi, maisha yako ni matokeo ya mawazo yako.